Makarani waongozaji wa, wapiga kura 424 katika jimbo la Busega mkoani Simiyu wakipatiwa mafunzo kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Akifungua mafunzo haya msimamizi uchaguzi jimbo la Busega, Ogada Magati, anawataka kuzingatia maadili, sheria, kanuni na taratibu za uchaguzi ili zoezi hili lifanyike kwa haki, amani na utulivu na aliyeteuliwa au aliyelazimiwa na tume kwa kipindi chote atakachokuwa anatekeleza majukumu ya tume, atachukuliwa kuwa ni mtumishi wa tume na anatakiwa kuzingatia katiba ya sheria hii, Sheria ya Uchaguzi wa Rais, wa Bunge na Madiwani Namba 1 mwaka 2024 na sheria nyingine yoyote inayohusiana na utekelezaji wa majukumu ya tume. Mwisho wa kunukuu. Mratibu wa uchaguzi mkoa wa Simiyu Piusi Ngaiza anawasitiza kutunza viapo. Yule mgombea sifa yake ajue kusoma na kuandika. Mpiga kura kuna ile kosema ajue kusoma na kuandika si kazi yake. Kwa hiyo pamoja na kwamba tunabandika yale orodha watu tukitarajia watafika wasome, lakini sio wajibu wake. Asiposoma, wewe unapaswa kumsomea na ukamwelekeza chumba anachopaswa kwenda kupiga kura. Kuzingatia muda wa kufungua na kufunga kituo cha kupiga kura, ndiyo kufanya kazi kwa uzalendo na weledi kufanya kazi kwa kushirikiana bila kusahau kuwa msimamizi wa kituo ndio msemaji wa mwisho katika kituo cha kupigia kura. Huwa naruba, nzuli, na lugha nzuri na kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum wanapofika vituoni. Makarani wanasema mafunzo haya yamewaimarisha zaidi kwenda kufanikisha zoezi la uchaguzi. Kupitia mafunzo ya leo, yametujengea uwezo mkubwa sana kama makarani, unapoenda kwenye vituo vyetu, namna ya kwenda kuhudumia jamii wanapoenda kushiriki katika uchaguzi wa Oktoba 29. Nilikuwa sijui majukumu ya karani, ila leo nimepata mafunzo, nimejua majukumu ya karani. Aidha, makarani hawa wamekula kiapo cha kutunza siri na kujitoa wanachama wa vyama vya siasa kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29.